Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya kwanza ya Majilio katika mwaka A wa kanisa. Ni mwaka mpya kabisa ambapo kanisa sasa limeingia katika kipindi kingine baada ya kumaliza kipindi cha mwaka katika mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya pili aya ya kwanza hadi aya ya tano Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na tatu aya ya kumi na moja hadi aya ya kumi na nne na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya ishirini na nne aya ya thelathini na saba hadi aya ya arobaini na nne. Tusikilize injili takatifu. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yuwaja yu Injili ya Bwana. Wapendwa wa taifa la Mungu, tumeingia katika kipindi kingine katika mwaka huu A wa kanisa, mwaka mpya tuliouanza tumeingia katika kipindi hiki cha majilio. Majilio ni miongoni mwa vipindi sita vya kiliturujia katika kanisa ambapo mama kanisa amekuwa akiviadhimisha katika kumaliza kila mwaka wa kanisa. Vipindi hivyo sita ni Majilio, Noeli, Kwaresma, Pasaka, Pentekoste na kipindi cha mwaka, ambapo kwa kipindi cha mwaka vinaadhimishwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ni ile baada ya kipindi cha Noeli kabla ya kufika kwa Rezima, na awamu ya pili ni kile kipindi baada ya Pentekoste, ambapo ndio inatupeleka mpaka kuja kukamilisha mwaka kwa kusherekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Hivyo ndugu zangu, sasa tunapoanza mwaka huu na kipindi cha majilio, majilio ni nini? Majilio ndugu zangu ni kipindi cha kujiandaa kwa ujio wa pili na kuzaliwa kwake Kristo. Ndio maana hata katika Injili tuliyoisikia inatupa angalizo, inatupa tahadhari, pale ambapo tunasubiri mwana wa Adamu atakapokuja, inatakiwa tujiandae kwa namna gani? Majilio kwa namna nyingine ni kipindi cha tafakari ya kina na maandalizi ya kiroho kwa ajili ya kusherekea fumbo la umwilisho ambalo, fumbo la umwilisho manake, tunasherekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu aliyejifanya kuwa mwanadamu. Kumbe ndugu zangu, hiki kipindi cha majilio, majilio ni kipindi kinachodumu kwa muda wa majuma manne na katika hayo majuma manne kimegawanyika sehemu mbili: kuna majilio ya kwanza na majilio ya pili. Majilio ya kwanza ni ile ambayo inatupeleka mpaka tarehe kumi na sita ya mwezi wa kumi na mbili ambapo kwa namna ya pekee katika sehemu hii tunatafakari juu ya ujio wa pili wa Yesu Kristo katika utukufu wake kuwa hukumu wazima na wafu. Na mara nyingi ujumbe ambao tunakuwa tukiusikia katika masomo na katika tafakari mbalimbali, ikiwa nyimbo, mara nyingi tunasikia habari za itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake au Bwana yu karibu. Sehemu ya pili ambapo ni majilio ya pili mara nyingi tunaanza tarehe saba mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe ishirini na nne kabla ya mkesha pasa, wa sikukuu ya Krismas. Na katika sehemu hii tunatafakari tafakari juu ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo kwa kutazama jinsi wana wa Israeli walivyokuwa wakisubiri kwa hamu kubwa juu ya ujio wa mkombozi na mara nyingi ujumbe ambao tunakuwa tukiusikia hapa ni kuhusiana na habari hizi za taifa la Israeli, namna gani ambavyo walikuwa wakijiandaa kuweza kumpokea mkombozi wa dunia ambaye anakuja kuwaweka huru wale walio wanyonge, wale waliokuwa wakiteseka, na ndio maana hata katika Injili tuliyoisikia siku ya leo, ndugu zangu, kwa sehemu kubwa tunasikia juu ya ujumbe kwamba hakuna anayejua siku wala saa ya kufa kwake. Kila mmoja atapokea hukumu. Hivyo katika kupokea hukumu yake, basi ndugu zangu, lazima tuwe tayari, tujiweke tayari kuweza kujiandaa kabla ya wakati huu haujafika tuweze kuandaa maandalizi mazuri kiasi kwamba hata tutakapofika katika kipindi hicho cha mwisho nyakati za mwisho kitukute tukiwa tumeshajiandaa vizuri kwa ajili ya kuhukumiwa kwa namna ambavyo itatufanya sisi tuwe katika mazingira mazuri hivyo ndugu wapenzi katika kristo Tunaona kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anatumia mifano mitatu katika kutuweka tayari kwa ajili ya kuweza kumpokea au kuja kwake mwana wa Adamu. Mfano wa kwanza anaotoa ni kutoka katika Agano la Kale ambao unazungumzia nyakati za Nuhu. Tukikumbuka juu ya gharika kuu ambayo ilitokea na kutokea kwake kukawa na makundi mawili. Kundi moja ambalo ndio lililoathirika zaidi juu ya gharika hiyo ni lile kundi ambalo lilimsahau Mungu na amri zake na mwisho wa siku akiielekeza miili yao katika kutimiza tamaa zao katika kula, kunywa, kuoa na kuolewa. Lakini kundi la pili ni lile ambalo lilikuwa na utii kwa kufuata maagizo ya Mungu kupitia Nuhu na hata kuingia katika safina na mwisho wa siku wakapona katika gharika hiyo. Hivyo, ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, tunakumbushwa pia tuwe tayari kuweza kutii sauti ya Mungu, kutii maagizo ya Mungu katika kipindi hiki ambacho tumepata na ruhusa ya kuweza kuwa hai. Tumepata zawadi neema hii ya kuweza kuishi, tuitumie vizuri kwa ajili ya kumtukuza na kumsifu Mungu siku zote za maisha yetu. Mfano wa tatu ni ule mfano ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatoa juu ya watu wanaofanya shughuli mbalimbali za kila siku, kulima, kuvuna na kusaga. Haya yote ikiwa ni kwa ajili ya maandalizi mbalimbali ya kuweza mwisho wa siku katika kufanya kazi zote hizi basi watambue kwamba ni njia gani ambazo wanatakiwa kuzipita katika matayarisho yao. Na mfano wa tatu ni kuhusiana na mwizi ambaye hatoi taarifa juu ya uhalifu wake. Hivyo ingekuwa anatoa taarifa, basi mwenye nyumba angekuwa anahangaika na kuhaha namna gani atakavyoweza kuweza kujilinda na kukinga mali zake, lakini mwizi mara nyingi haji kwa kutoa taarifa. Basi huu mfanano ndipo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo agizo lake linatimia pale ambapo tunaambiwa kwamba tukeshe, kwa sababu hatujui siku wala saa atakayokuja Bwana wetu. Kwa hiyo, kumbe ndugu zangu, mifano hii inatupa tahadhari ya kuwa tayari kwa kifo siku na wakati wowote. Ndugu zangu, tusilale katika usingizi wa dhambi, tusiendekeze maisha ya dhambi kwa sababu wakati mwingine tunajisahau, na mwisho wa siku pale ambapo kifo kinatujia tunajikuta hatujajiandaa kwa chochote. Ukirejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na tatu aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na nne Ndugu zangu, tunaelezwa namna gani ambavyo tunatakiwa kujiandaa, namna gani ambavyo tunapaswa kuweza kujiweka tayari kwa ajili ya kupokea au kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia; basi, ndugu zangu, tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, tuache maisha ya giza, tuingie katika maisha ya nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na uwivu, bali tumvae Bwana Yesu Kristo, wala tusiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Haya ndiyo ambayo tunakumbushwa, ambayo hata wale ile kundi katika gharika kuu, maanake wao walijikita zaidi kwa kufuata mambo haya ya kidunia katika kutimiza tamaa za miili yao, na mwisho wa siku wakashindwa kuwa watiifu kwa kutii sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake Nuhu. Basi ndugu zangu, ndio mambo ambayo tunakumbushwa katika kipindi hiki cha Maajilio, kipindi hiki ambacho tunasubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake siku hiyo ya Krismasi, katika kipindi cha Noeli. Mungu ambaye anakuja kukaa nasi, ambaye tunamsubiri kwa matumaini, tunamsubiri kwa imani, tunamsubiri kwa mapendo makubwa, katika kipindi hiki cha jubilei ya mwaka huu 2025 tukiitwa mahujaji wa matumaini. Basi haya yote tunatakiwa tuyatende tukiwa na tumaini kwamba tunaolifanya ndugu zangu, ni kwa ajili ya kuweza kutafuta utakatifu, si katika maisha ya hapa duniani, bali ni katika maisha yajayo, maisha ambayo wakati mwingine tunapokuwa na hofu na wasiwasi juu ya hukumu itakayotolewa tutakuwa katika hali gani? Ndugu zangu, tuishi vizuri, kwa sababu wakati mwingine tunashindwa kutengeneza urafiki, kutengeneza amani kutengeneza maarifa mazuri katika wakati huu tuliopo sasa, na hata tunakuja kupata majibu yake tungali bado hai. Yote ni kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hapendi kutendewa mema, kila mwanadamu anapenda kutendewa wema. Hivyo ndugu zangu, tusiseme kwamba tusubiri kidogo. Tuna wajibu wa kuweza kuyatimiza haya yote sasa hivi, kwa sababu hakuna ambaye anajua mpango wa Mungu katika maisha yake. Sasa imefika mahali sisi ndo tunataka Mungu afuate mipango yetu. Kamwe hatuwezi. Tuingie katika mpango wa Mungu, kwa sababu kwa mpango wa Mungu tunakuwa salama zaidi na kuweza kuyafikia malengo yetu, kwa namna ambavyo itatufanya tuwe na ustawi mzuri katika maisha yetu na kuwa na maendeleo mazuri siku kwa siku, hivyo ndugu zangu katika kipindi hiki cha Majilio tuweze kutafakari kweli kwa kina na kuandaa vyema maisha yetu ya kiroho kwa ajili ya kuweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Mungu mtu, anakuja kufanyika kuwa kama mwanadamu ili aishi nasi na kuweza kutuonyesha njia sahihi ya kuweza kuishi kupitia maisha yake, ili nasi tupate kuokolewa na kukombolewa kuweza kufikia na kuweza kupatanishwa na Mungu kutoka katika hali yetu ya dhambi na kuweza kufanyika kuwa viumbe vipya kwa kumvaa Kristo ili siku zote tusiuangalie mwili tusiiangalie miili yetu na kuweza kuwasha tamaa zake. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.